Ndoto za vyakula zinakusumbua? Unaota ndoto unashiriki chakula unachokipenda, na wakati mwingine si kile unachokipenda, lakini unajikuta umeshiriki. Wakati mwingine unaota ndoto unashiriki vyakula na watu waliokufa, jambo hili ukishtuka linakuondolea amani. Pengine unakula nyama au chakula kile ukipendacho. Baadhi ya watu ni vyakula wasivyovipenda, ndivyo ambavyo unaota kama unalazimishwa kula au unajikuta umekula baadhi yao. Wengine huwa mnaota kama mpo kwenye sherehe au kwenye tukio fulani ambalo chakula kimeandaliwa nawe ni mmoja kati ya washiriki ndoto ya kula vyakula kwa njia ya ndoto mara zote huwa haina maana nzuri sana kama unaota mara kwa mara ikiwa unaota mara chache inaweza ikawa ni jambo la kawaida lakini kama unaota mara kwa mara unashiriki vyakula pengine na watu waliotangulia mbele za haki au pengine watu walio hai lakini katika mazingira ya sherehe mara zote haina matafsiri mazuri au haina tafsiri nzuri lakini kuna mtu mwingine ambaye unaota ndoto kama hii, ukitaka kushituka, ukitaka kushiriki chakula unashtuka, basi wewe nguvu zako za kiroho ziko sawa sawa na yakupasa umshukuru Mungu baada ya kutokushiriki vyakula hivyo, maanake mamlaka yako ya udhibiti katika ulimwengu wa roho iko sawa sawa. Lakini kuna mtu mwingine ambaye unajikuta umeisha shiriki chakula hicho, pengine kile unachokipenda, usichokipenda, au wakati mwingine ni ni nyama nyama mbichi, no? kuamba, ni nyama, wengine mnashiriki mpaka nyama mbichi, unaona kabisa kwamba hii ni nyama na kwamba ilikuwa ya mtu au ilikuwa ya jambo fulani na imekuwa inakuondolea amani mara kwa mara. Ndoto za kushiriki vyakula huwa zinaleta madhara makubwa katika mwili na wakati mwingine huwa zinaweza kukufungia baadhi ya vitu, na zinaweza zikabeba tafsiri ya mauti au tukio fulani ambalo sio zuri linaweza kutokea kwenye maisha yako. Nini cha kufanya ikiwa ni muhanga wa ndoto hizi? Basi jitahidi unapotaka kulala, jitahidi kuomba, yani usilale bila kuomba, kwa sababu Eh, unapojikabizi mbele za Mungu, mamlaka ya kimungu inakwenda kusimamia vizuri, lakini kama unalala bila kuomba ni hatari, adui anaweza kapata uhalali wa kukusumbua. Kuna watu ambao wana neema kubwa na wana ulinzi mkubwa wa kiroho wao, usijilinganishe nao, lakini kwa mwingine ambaye usipola, ukilala bila kuomba uh, taki yako ya kiroho inakuwa ni kubwa. Ndoto za kula vyakula ni ndoto za kuzikataa, ni ndoto za kuzipinga na ni ndoto za kuzikemea kabisa, kwa sababu zinaweza kukuletea baadhi ya magonjwa ndotoni. Baada ya kuamka kwenye ndoto, unajikuta kuna magonjwa na kusumbua, au unajikuta umeunganishwa kwenye maagano, kwa sababu kuota ndoto nakula chakula au vyakula kwa njia ya ndoto ni ishara ya kuunganishwa na agano fulani, au kujiconnect au kuwa uh, na muunganiko na agano fulani. Na ndio maana tunapokula chakula cha mahali popote, basi kile chakula kinatuunganisha kwenye agano. E, na kuna agano la vyakula. Kwa hiyo ukiona unapewa chakula bulebule tu haujakigaramia, unaona kimeandaliwa kile kinachokuvutia, unaambiwa kula, e, ni, ni ishara ya kuingizwa kwenye agano e, pasipo hiari yako. Nini cha kufanya zaidi? Tuombe na hakika Mungu atakufungua, usiogope. Amini kwa Mungu yote nawezekana, hakuna neno gumu la kumshinda Mungu. Kila aliyemkimbilia Mungu alibaki salama. hii inaonyesha wazi katika ulimwengu wa roho kwamba kuna mambo yako hayako sawa huenda kuna baadhi ya vikwazo unavyopitia ni ishara ambazo mungu anakuonyesha kwenye ulimwengu wa roho kwamba hakuko sawa. Nisaidia kuweka mkono kwenye tumbo lako. Nisaidia kuweka mkono, mkono kwenye tumbo lako na ukae mazingira ambayo ikitokea unatapika basi usiweze kuleta shida yoyote Mungu, ninakushukuru kwa ajili ya kuniunganisha na mpendwa huyu ambaye ameinua imani yake na yuko tayari kupokea ufungulivu. Ninajua kwamba ndoto za vyakula ni ndoto za maagano, nami nimepewa mamlaka hiyo kwa kuwa Yesu ni mjumbe wa agano jipya, na damu yako ya kunyunyiza inanena mema kuliko ile ya kwanza ya abiri nami kama mwombezi na kuani ambayo umenitenga kwa nafasi yangu, niweze kuomba na mpendwa huyu. Nainua imani yake saa hii, najikonekti naye, najiunganisha nawe hapo hapo ulipo. Haijalishi tumepishana kwa mazingira yapi, lakini naamini mkono wa Mungu uko ndani ya sauti hii. Ninaamuru kwa mamlaka ya jina la Yesu, chochote ambacho kimeunganishwa na wewe kwenye tumbo, naamuru kitapishwe kwa jina la Yesu. Chochote ambacho umwahi kulishwa ndoto yoyote ambayo inakufatilia ya vyakula, iwe ya wafu, iwe ya watu walio hai, iwe ya sherehe, iwe ya msiba, naamuru kwa jina la Yesu ikuachie. Iwe ya chakula ambacho umeunganishwa nacho, naamuru ikuachie kwa, kwa jina la Yesu. Nakemea hiyo ndoto, itengane na wewe. Ewe roho chafu ondoka. Ewe roho chafu ondoka. Ewe roho ya chakula ondoka. Na kutapisha na kukupiga kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Achia mwili huu. Achia tumbo hilo, achia tumbo hilo, achia viuno hivyo, achia tumbo hilo. Achia wengine, maagano yamekaa kwenye vizazi, wengine maagano yamekaa kwenye uchumi, wengine maagano yamekaa kwenye maisha. Kuna jambo linasonga. Naamuru moto kwa jina la Yesu, naamuru moto kwa jina la Yesu, naamuru moto kwa jina la Yesu. Navunja na na kuvunja kila madhabahu ya giza, kila mikataba ya shetani ambayo imetumwa kwako, na iamuri kuachie kwa kwa jina la Yesu. Navua kila maagano, navua kila vyakula. Vyakula tapishwa, tapishwa, tapishwa. Hivyo vyakula vya kipepo tapishwa, hayo maagano ya kipepo tapishwa hiyo miungu ya kipepo tapishwa, hiyo roho ya giza, roho za msiba, roho za mauti, toka kwa jina la Yesu, toka pepo la mauti, toka pepo la mauti, toka pepo la mauti, toka pepo la mauti, toka mikataba ya mauti, toka kuondoka roho za wafu, na kutenganisha ndoto hizo na kutoa kwenye ulimwengu huo ambao wamekuweka, na kuita njoo kwa jina la Yesu, na kuita njoo kwa jina la Yesu, na kuita njoo kwa jina la Yesu. Chochote ulichopewa, chochote ulicholishwa katika ndoto, na kitapisha, na tuma nguvu ya Mungu kwa sauti hii hiyo unayoisikia sauti inapenya, na mamlaka ya Kimungu inaenda paka tumboni, na vuruga na vuruga na vuruga hivyo vitu, tapishwa, tapishwa, panda, panda, panda, panda, panda, kuna kitu kinapanda kinarudi, hicho kitapishwe, hicho kitapishwe, na ita kichefuchefu cha kiroho na kichefuchefu kitokacho mbinguni, kikaondoe kila maagano, kikaondoe kila ilizi, kikaondoe kila miungu, kikaondoe kila mapatano. Toka, vunjika kila mikataba, ya wafu mikataba ya kaburi, mikataba ya nyoka, mikataba ya kipepo ya uchawi, mikataba ya kiganga, pasuka, lipuka Toka moto, tapishwa tapishwa, tapishwa hizo, tapishwa, tapishwa vitu ulivyolingiziwa kwa njia ya chakula, kama ni mwembe, kama ni ni, ni nguvu za giza, kama ni, ni vitu vya kichawi vimekaa tumboni, kama ni lizi, kama ni sindano, kama ni miiba, toka toka kwenye tumbo. Tumbo achia, tumbo achia, tumbo achia, kizazi achia, mwili achia Toka na magonjwa yenu, ayo magonjwa yaliyokaa ndani ya tumbo kwa siri, yaliyokaa ndani ya tumbo kwa siri, yaliyoingia kwa njia ya vyakula, vyakula vya kichawi, vyakula vya kichawi, vyakula vya kichawi, vyakula vya maagano, vyakula vya makaburini, toka nyama za watu. Toka kila maagano yaliyounganishwa na wewe, nayasambaratisha, nina yaripua, nina yapiga toeka kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Tunakutenga na maagano hayo, navua kila muunganiko, navua kila connection, ikuachie kwa jina la Yesu. Sambaratika, panda ondoka, panda ondoka, panda ondoka, panda ondoka. Kila ndoto hizo zinazotuma na yeyote yule, yeyote anayezituma ndoto hizo, anayekuunganisha na maagano hayo kwa wivu, kwa chuki, kwa hila. Moto uko koo liko, moto kuko liko. Na kutenga na ulimwengu wa wafu, na kutenga na ulimwengu wa giza. Kuanzia sasa, rudi kwenye maisha yako, rudi kwenye walisia wako. Neema ya Bwana na ikufungue. Mkono wa Bwana ukuweke Uru, pokea neema, pokea ushindi katika jina la Yesu Kristo ali hai, nimekuombea kwa jina la Yesu. Amen. Utaweza kuendelea kuomba maombi haya yarudie, yarudie na baada ya hapo utamshukuru Mungu, ninakuhakikishia utaona badiliko kubwa. Kama kuna vitu ambavyo unatapika, usijizuie, tapika, tapika. Alafu baada ya kutapika mwambie Mungu ninakushukuru kwa kwamba amenifungua, utarudia tena maombi haya na utakaa sawa kabisa. Naitwa muombezi Pastor Godwin Ndero ambaye nimeomba na wewe maombi haya ni maombi muhimu sana sana, na utaenda kuona baada ya maombi haya wepesi na vitu vyako vikifunguka, mambo yako akifunguka na utasikia nguvu ya kiroho ikirejea, na utaona mambo mepesi katika maisha yako. Unasikia hiari ya kuachilia sadaka yako kusindikiza maombi haya au kujiambatanisha na huduma hii, basi karibu kwa namba iliyoandikwa sadaka. Lakini pia unaweza kaendelea kunifuata kwa vipindi mbalimbali vya kiroho kwa kuandika maombi ni dawa au kwa kuandika maombi tiba. Usiache kusubscribe ili uanze kupokea vipindi vya kiroho. Mungu wa mbinguni akubariki. Mawasiliano zaidi, karibu kwa namba iliyoandikwa whatsapp Kumbuka, huduma anaitoa kwa njia WhatsApp. Unaandika jina lako na hitaji lako, nami nakuweka moja kwa moja kwenye vipindi vya kiroho. Mungu wa mbinguni akubariki, akutende mema, uwe na wakati mzuri.